Ebwana, taarifa ambazo zimetufikia hivi punde ni aliyekuwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dok Tulia Ackson amejiondoa kwenye mbio za kutetea kiti hicho kwa awamu ya pili. Awali, D Tulia alichukua fomu za kuwania kutetea nafasi yake na kupitishwa katika vikao vya uteuzi vya Chama Cha Mapinduzi, lakini muda mfupi uliopita ametangaza kujiondoa kwenye mbio hizo. Kutokana na taarifa hiyo tumepata nafasi ya kufanya mazungumzo na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Hamdun Masere ambaye amesema kuwa ni jambo la kushangaza, na sababu ndiye aliyekuwa mtarajio mkubwa katika kiti hicho, lakini pia nafasi yake kama spika imempa heshima kubwa na pamoja na kuipa heshima nchi ya Tanzania. Sasa hii ni sehemu ya mazungumzo yetu. ni jambo la kushangaza kidogo jambo la kushangaza kwa sababu ndiye alikuwa mtarajiwa mkubwa katika hili jambo, lakini pia e, nafasi yake kama spika imempa heshima kubwa sana Napamuja na pamoja na kuipa heshima kubwa Tanzania, ambapo kama yeye kuteuliwa kuwa rais ameshinda alishinda kinyang'anyiro cha uspika wa dunia, wa bunge la dunia na kadhalika. Kwa hiyo kuto kuonekana kwa Tulia katika hili jambo akuelewa aku, kinuini kunashangaza lakini, kunaweza kuwa na mambo mawili. Moja, kama alikuwa kwenye kinyang'anyiro moja kwa moja na akawekwa na watu watatu, anaweza kahisi pengine kuto kuheshimika au kuto kuheshimiwa na wenzake katika swala hili, kwa hiyo akaona hakuna haja ya kuendelea kuvutana na hao watu. Hilo linaweza kuwa jambo la kwanza na ni upande mgumu kidogo, lakini upande wa pili inaweza kuwa tofauti pengine kaahidiwa nafasi kubwa zaidi, kapewa taarifa, bwana acha na ikitu sasa, e, tunafanya hivi. Kwa hiyo nalo linawezekana kwamba badala ya kuendelea kuvutana na watu na wenzie na pengine kutengeneza mazingira ya ugonzi na chuki, kama ilivyo desturi ya vinyanganyiro vya madaraka, wakamwambia kaa pembeni, kwa sababu kuna nafasi maalum ya kwako inayotosha kabisa unayotosha kabisa kuenea kwa sababu ni mbunge wa jimbo na umeshinda vizuri, na ushindi wako una mashaka, na pengine wakaliona hili kwamba akaliona na akaamua kukubali na akaondoka. Hilo nalo linawezekana sana, kuwa na picha hasi vilevile. Inaweza kuja jambo jingine kwamba kilichotokea eh kwenye maandamano haya ya vurugu kimetengeneza hofu eh, kwa baadhi ya watu, na watu pengine wakaona hakuna haja ya kuendelea kuchukua nafasi hizi au wadhifa huu au nyadhifa hizi, kwa sababu kama inavyodaiwa, kama ni kweli, sina hakika kwamba, na nyumba yake iliteketezwa, anaweza kaa ameona hilo jambo kwa hapana, mm, shughuli hii inakuwa na ugumu fulani, acha niachane nayo. Kwa hiyo yote haya yanawezekana, japokuwa ya ni mengine ni fikra, lakini haya mawili ya kwanza haya yanaweza kuwa na mashiko ya kutosha, na kadhalika na kadhalika. Alijitahidi, alijitahidi, kwa sababu alikuwa ni mwanasiasa, lakini mwana siya, ni mwanasheria zaidi kuliko kuwa na mwana mwanasiasa. Sasa anaegemewa upande gani, linaweza kuwa ni swala la maoni ya watu mbalimbali mbali, wanaona msomo wake, lakini kwa ujumla ni miongoni mwa maspika wenye uwezo mkubwa sana, sana kwa sababu ya ubora wake na ujuzi wake katika masuala ya sheria na kadhalika na kadhalika. Inawezekana sana kwamba ni eh, mmoja kati ya wale ambao walipata kuwa maspika bora wenye uwezo mzuri, japokuwa kwa namna moja au nyingine huwezi kumlinganisha na marehemu Samuel Sitta au au Adam Sapi Mkwawa, lakini ni miongoni mwa wale ambao wana uwezo katika kuifanya hiyo kazi kulingana na ubwete wao katika masuala ya sheria na kadhalika. Musa Zungu ni mtoto wa mjini atamshinda Masele sasa hivi. Pamoja na Masele kwamba alichukua nafasi nyingine za uwaziri na kitu gani? Lakini Musa Zungu ni, ni maarufu zaidi na ana uwezo mkubwa zaidi kuliko Stephen Masele. Kwa hiyo, uwezekano mkubwa anaweza kushinda huyu Musa Zungu pengine kuliko Stephen Masele kutokana na uzoefu wake mkubwa katika nafasi hizi na kudumu kwingi bungeni kujifunza mambo mengi na kuwa mwenyekiti wa maeneo mbalimbali katika bunge na, na, na, na, na uzoefu huo nampa urafiki marafiki wa karibu na nini e. Kwa hiyo nafikiri anaweza kashinda kwa urahisi kwa sababu bunge a Zungu naye ni mtoto wa mjini mno, ndio swala jingine a entertain upuuzi na uenda wabunge wasiokuwa na hoja akawaambia kaa chini, kama ambavyo amewahi kusema mara kadhaa kwa wengine alipokuwa mwenyekiti na alipokuwa naibu spika. Jamu hili, ni, ni unekana wa bunge la Jamhuri ya Muungano, nafikiri jambo hili ninalishangaa, lakini sasa inaonekana, kwa sababu wengi wamjitao kwa japo kwa hawakuwa wamegombea. Pamoja na mara zote huwa anaondoka yule spika halafu, halafu anakuja spika mwingine, au yule naibu anakuja kwa spika baada ya yule kuondoka, ndio ndo tuliona. Lakini kushindana wao kwa wao, mmoja akamshinda mwenziwe, haitokei namna hiyo. Kwa hiyo hiyo hiyo jambo tunaliangalia kwa namna tofauti lakini ikitokea kwamba huyo akawa spika basi, pamoja na kwamba haijawa kwamba wanagombea wao kwa wao, lakini itaonekana kama ni utamaduni, eh, utamaduni wa ajabu sana ambao unajitengenezea njia na kujihalalishia eh, kujitengenezea uhalali ambao pengine kila mmoja anaanza kushangaa inakuwaje na kutokea hapo. Kwa ujumla, inaweza kuwa ni utamaduni, inaweza kuwa ni kawaida, na ikishakuwa kawaida inakuwa ni sheria. Kwa hiyo pengine litakuwa hivyo.